Jinsi gani kijana aisafishe njia yake? Na kwa kutii akilifuata neno la Kristo. Na neno la Kristo linasema nini? Neno la Kristo linasema imetupasa kuishi maisha ya utakatifu sawasawa sawa na Mungu wetu alivyo mtakatifu. Eh, Mungu anatutaka tuwe watakatifu kama yeye alivyo mtakatifu. Ngoja nikwambie, utakatifu ni uchaguzi zilivyo chaguzi nyingine kwenye maisha, kuishi maisha ya utakatifu au kuishi maisha ya dhambi, ni mtu anachagua, ni uchaguzi unafanya hili. Siyo ombi au sio sio tu maelekezo, bali ni maelekezo ambayo ndani yake yanakuhitaji ufanye uchaguzi, na kila uchaguzi una matokeo. Hakuna uchaguzi usio na matokeo. Ukichagua uh, kuishi maisha ya dhambi una matokeo, na ukichagua kuishi maisha manegatifu yana matokeo. Ukisoma kitabu kile cha Warumi sura ya sita mstari wa ishirini na tatu eh, tukimbie mara moja hapo. Warumi sita ishirini na tatu Biblia inasema, kwa maana mshahara wa dhambi bali karama ya Mungu ni uzima wa milele katika Kristo Yesu Bwana wetu. Mshahara wa dhambi ni mauti. Kumbe dhambi ni kazi kama kazi zingine, ambayo ndani yake ina mshahara. Dhambi ni kama kazi zingine na ina mshahara, na mshahara wa dhambi ni mauti, na kuishi maisha ya dhambi ni uchaguzi, unachagua. Na kuishi maisha matakatifu ni uchaguzi, unachagua. Na kuishi maisha matakatifu pia ni kazi kama kazi zingine, na ina mshahara, na huo mshahara ni uzima wa milele. Na tunapoongelea uzima wa milele, tunaongelea sio tu mara baada ya kufa, tunaongelea uzima kuanzia unapokuwa duniani. Na tunapoongelea uzima kuanzia hapa duniani, tunamaanisha uzima kwenye kila kitu unachokifanya, kwenye biashara yako, kwenye kazi yako, kwenye maisha yako yote kwa ujumla. Tuone uzima, tusione kufa kufa, tuone kuendelea mbele tuone kupiga hatua. Huo ni uzima. Biblia nasema kwenye kitabu cha cha Yoshua eh, turudi kwenye kitabu cha, nikurudishe kidogo kwenye kitabu cha Yoshua. Yoshua anawaambia wana wa Israel, chagueni hivi leo mtakaye mtumikia, lakini mimi na nyumba yangu tutamtumikia Mungu aliye hai. Kwa hiyo ni uchaguzi unafanya kati ya kumtumikia Mungu aliye hai au kumtumikia Shetani. Maana yake unapomtumikia Mungu unakubali, kum, kui, unakubali au, unachagua moja kwa moja kuishi maisha ya utakatifu. Lakini unapomtumikia Shetani, maana yake unachagua moja kwa moja kuishi maisha ya dhambi, na yana mshahara wa mauti. Kwa hiyo ni heri ukachagua kuishi maisha ya matakatifu na ndani yake yana mshahara wa uzima wa milele. Acha kuishi maisha ya dhambi leo. Acha kuishi maisha yasiyofaa na yasiyompendeza Mungu leo. Amua kuishi maisha yanayompendeza na yanayofaa mbele za Mungu na Mungu atakufanyia nafasi katika maisha yako. Inawezekana unasema Uh, umekuwa ukisumbuka na mambo mbalimbali maishani mwako. Ngoja nikwambie. Kwa Yesu, kwa Yesu tunatuliwa mizigo. Kwa Yesu tuna, tuna, tunapata raha. Uh, Biblia inasema nini kwenye kitabu cha, cha Mathayo? Anasema njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Jitieni nila yangu kwa maana nila yangu ni nyepesi na laini nani, mtapata raha nafsini mwenu. Maana yake uwezi ukapata raha nafsini mwako kama upo nje na Yesu. Raha nafsi nafsi yako itapata raha mara tu utakapoamua kukaa ndani ya Yesu. Fanya uamuzi leo, chagua leo, amua leo kukaa ndani ya Yesu mahali ulipo. Unasema, kaka Samuel, nimekuwa nikisumbuka, nimekuwa nikiangaika, nimekuwa nikipata shida ya kitu fulani ya, nimekuwa nikisumbuka na maisha ya dhambi, nimekuwa nikisumbuka na maisha mabaya yasiyofaa na yasiyompendeza Mungu, lakini leo nimetamani ku, ku, ku, kumrejea Mungu, nimetamani ku, ku, kumrudia Mungu. Unaweza ukafuatisha maneno haya badala yangu, sema Bwana Yesu, ninakuja mbele zako, mimi ni mwenye dhambi, nisamehe dhambi zangu, futa majina yangu kwenye kitabu cha hukumu, andika majina yangu kwenye kitabu cha uzima. Ninamkataa shetani na mambo yake yote na kazi zake zote. Ninakukubali wewe Mungu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu kuanzia sasa hata milele amen. Sasa umeokoka na umeamua na umechagua njia iliyo bora na njia sahihi. Na ninakuombea Mungu akusaidie kusimama na kuwa mtu bora katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu, asante kwa ajili ya mtu huyu ambaye amekuwa akinifuatilia na kunisikiliza kutokea mahali hapa. Bwana wa mabwana, ninaomba neema yako iende pamoja na kila mmoja ambaye amenyosha mkono wake na kusalenda mbele zako ya kwamba ameamua kubadilisha maisha yake. Yesu, ninaomba neema yako ikawe pamoja nao. Neema yako ikawasaidie Bwana, mabwana. Neema yako ikamsaidie huyo mtu kubaki kwenye mstari sahihi na kubaki kwenye neno sahihi na kubaki kwenye njia sahihi hata mwisho katika jina la Yesu. Na kataa kila aina ya usumbufu wa giza. Hauna mamlaka wala nafasi juu yake kuanzia sasa na hata milele katika jina la Mungu Baba, Mwana na Mungu Roho Mtakatifu tumeomba. Amen. Wewe ni mshindi.